Jamii ya Wasomali katika kaunti ya Taita Taveta imesema itaungana na jamii zingine ili kuangazia matatizo yanayokumba vijana hasa swala la ukosefu wa ajira na kudorora kwa viwango vya elimu. Wakizungumza eneo bunge la Mwatate wakati wa mkutano wa kuileta pamoja jamii hiyo, mwenyekiti wao Hussein Gure anasema wakati umefika kwa jamii hiyo kuchangia katika kuendeleza swala la elimu mashinani. Mashirika uh, katika Washiriki kutoka mkutano huo pia walisema kuna haja kwa jamii mbalimbali mbali kushirikiana na kuangazia matatizo sugu hasa ukosefu wa maji. Sawa na mshikamano kwa jamii zote, na tunaienzi na tutazidi kutembea pamoja na wao, kwa sababu tumeona wana mambo mazuri wanajadili. Masuala ya masuala ya elimu wanajadili masuala ya sisi vijana kupata kazi, kwa hiyo ni jambo la kupongeza, na sisi tuko nyuma yao, na binafsi niko kama hapo kuwakilisha vijana wenzangu. Utakuta elimu e, watoto wengine ama wazazi wengine wako chini kihali ya, he, hali ya kifedha. Kwa hivyo tumejumuika ili tuweze kusaidiana kusaidia wale watoto ambao wako katika wametoka kutoka e, e, familia ya maskini ambao hawezi kusome, kusoma hadi e, university. Hivi vuguvugu ni ya kumuinua mwananchi kutoka chini kwenda juu. Wale most vulnerable katika jamii. So kuna, kuna idara ya kina mama ambayo ina deal na women empowerment and girl child program. Na pia kuna youth na kuna elders. Kuna harmony ambayo inafanyisha watu waishi kwa umoja na kwa upendo.